Nayo serikali imetangaza kuondolewa rasmi kwa ada ya kubadilisha ama kurekebisha kitambulisho cha kitaifa kwa miezi sita ijayo. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema hatua hiyo itawasaidia Wakenya kujisajili kama wapiga kura. Awali rais Ruto alikuwa ametangaza kwa ada hiyo imeondolewa hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Emmanuel To anaarifu zaidi. Wakenya sasa hawatalipa chochote kupata huduma ya kubadilishiwa vitambulisho vyao ama kurekebishiwa dosari kwenye vitambulisho hivyo. Hii ni baada ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kutoa tangazo hilo kupitia gazeti rasmi la serikali lililochapishwa Ijumaa tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Murkomen akisema afueni hiyo ni miezi sita tu, yaani hadi mwisho wa mwezi Aprili mwaka ujao. Wakenya wamekuwa wakilipa shilingi elfu moja kubadilishio vitambulisho hivyo vilivyopotea au kuwa na makosa. Hata hivyo haya yanajiri baada ya Rais William Ruto kudokeza kwamba ataondoa ada hiyo hadi baada ya mwaka 2027 siku chache tu zilizopita. For now pengine mpaka uchaguzi ambaye mpaka ipite uchaguzi, tutafanya hiyo mambo ya kitambulisho, hata kama ni replacement, iwe ni free, ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anapata nafasi ya kuchukua kitambulisho. Serikali pia ilikuwa imeondoa ada ya kuchukua kitambulisho kwa Wakenya wote wanaosajiliwa kwa mara ya kwanza, wakati mchakato wa usajili wa wapiga kura ulipoanza. Kijiri Rais Ruto ameendelea kuchacha wiza eneo la magharibi ya Kenya Ijumaa, akipiga kambi katika kaunti ya Busia, ambapo alitetea utendakazi wake na kusema ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mtu akikuambia utoke kwa meli kubwa uende kwa kale kadogo, utashuka utashuka. Sasa meli kubwa ni gani? Ziara ya magharibi inaendelea Jumamosi. Emmanuel To, runinga ya Citizen.